Uh, kwa siku ya leo nimefurahi sana kwa ajili ya mafundisho au mafunzo ambayo tumeweza kuelekezwa kwa leo kwa waendeshaji wa vyombo vya usafiri, uh, na wamiliki kwa pamoja. Kweli kwa mafunzo ambayo nimeweza kuyapata leo na nimefunguka akili kwa sehemu, kwa sababu nilikuwa sijui namna gani vipi naweza nikaendesha chombo cha usafiri nikifika kwenye watu au nikifika sehemu ambayo ni tata sasa kwa leo kwa kweli nashukuru sana kwajia mafunzo ambayo nimeweza kuyapokea kwa leo. Changamoto ambayo unaweza kuiona kwa sasa, tunakuwa na changamoto ya mafunzo, asilimia kubwa tuna uhitaji wa leseni. Sasa ili tupate hayo mafunzo, tunaomba viongozi wa juu waweze kuitekeleza, ili pengine wapate kuja kutupatia mafunzo katika kijiji cha Kigina. Na naloliomba lingine ni kwa sehemu moja. Aa, makufunzi watakapopanga kuja wataandae kwa muda, maana ukijijini asilimia kubwa wananchi hawajafunguka akili vizuri. Kwa hiyo tukipata taarifa kwa muda mrefu pengine mahudhurio yatakuwa mazuri, maana wengi wana uhitaji wa kupata mafunzo hayo mepokea mafunzo machache kuhusu uendeshaji wa vyombo vya moto ambapo katika semina hii nimepokea mafunzo machache ambayo nimeweza kufahamu, ikiwemo moja, uendeshaji wa dharura kwa spidi, ambapo ninapoweza kufika sehemu ambapo kuna zebra <laughs> jinsi ambavyo ninaweza kuangalia watu ambao wanaweza kuvuka barabara, lakini pili, uendeshaji wa pikipiki kupokea simu ukiwa unaendesha pikipiki ambapo nimepokea mafunzo na kuyafahamu kuwa napopokea simu ukiwa kwenye usafiri wa chombo cha moto, unaweza kuhatarisha ajali barabarani. Lakini pia kuendesha chombo cha moto ukiwa haujavaa element. Lakini pia tumepokea mafunzo jinsi ya kupata leseni ya uendeshaji wa vyombo vya moto tumepokea mafunzo kuwa leseni inasaidia pale unapopata ajali, lakini pia hapa unapopatwa na tatizo lolote la kukamatwa barabarani una uwezo wa kusaidiwa kwa haraka zaidi. Leo tulikuwa tumekusanyika wale wamiliki wa vyombo vya moto pamoja na waendeshaji, ili kupeana uzoefu wa uendeshaji baada ya kuona kuwa kuna wengine uendeshaji wao sio mzuri ambao tunaona ukiendelea unaweza ukasababisha ajali na hatimaye watu kupoteza maisha au wengine kusababisha ulemavu wa kudumu. Kwa hiyo mimi niliwahi kuhudhuria mafunzo ya udereva, ilikuwa ni kozi fupi, na mara ya kwanza nilijifunza pale Halmashauri, ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi na moja, na awamu na na ili ya pili nilijifunza, mafunzo yalikuwa yamesogezwa hapa katani kwetu Ntobeye na penyewe nilijifunza na pia nilijifunza pia Ngara mjini miaka miwili iliyopita, tukiwa tukifundishwa na chuo cha Winpass Driving School. Kwa hiyo ikaonekana mimi ninao ufahamu japo kwa kidogo, ikabidi kile nilicho nacho niweze kuwamegulia wale wenzangu ambayo hawajui lolote, ili angalau kwa ufupi waweze kufahamu namna gani wanavyoweza kuendesha barabarani kwa kujihami, ili kuweza kuepusha ajali. Baada ya hapo, maazimio imeonekana kwamba kuna wanaohitaji mafunzo na wengine walikuwa hawajawa tayari, lakini hofu niliyoiona ni kwa sababu mafunzo yale watalazimika kutoa gharama kwa ajili aidha ya kugharamia cheti. Na, na, na, pamoja na watu ku, ule nani wale wakufunzi watakaokuja hatujui watakuja na jia, njia gani kama wanaweza wakagharimiwa usafiri au wanaweza wakajitolea kama ofisi. Sasa leo niliko na kikao na waendeshaji wa vyombo vya moto na wamiliki. Lengo la kuwaita ni baada ya kuona uendeshaji wao wa, wa vyombo vya moto sio mzuri kama kwa itaili tukae nao kuwaelekeza kwa namna gani wanaweza kutumia vyombo vya moto na matumizi ya barabara. Basi kwa kikao chetu hiki cha leo, maazimio ni kwamba tayari wama wanajiorodhesha kwa ajili ya kutaka ili waje wapate mafunzo ambayo ni rasmi, ambayo ya kisheria kwa ajili ya, ya kupata kwanza cheti cha uendeshaji na hata leseni ya uendeshaji wa vyombo vya moto. Sasa hivi wama wanaojiorodhesha au waendeshaji, kwa sababu leo nilikuwa na waendeshaji na wamiliki 45. Mafunzo wa hayo ambayo mwenyekiti wetu wa kijiji tiibu kuwaita wahusika wa ambao ni waendeshaji, ili waweze kupata abc kutoka kwa ambao tayari walishapata mafunzo, na ambapo watu hao wa wameomba kwamba Waitwe wale wa ambao wanahusika na usalama wa barabarani waweze kuwapa mafunzo zaidi, pia waweze kufanya ufuatiliaji wa kupata leseni kulingana na mafunzo ambayo watakuwa wamepata. Katika kijiji hiki matukio yanayotokana na ajali sio mengi, kwa sababu tunaendelea kupambana kuwapa elimu kama hivyo ambavyo umeona leo tumewapa elimu kidogo, ambapo watu hao wamejua ni kipa ambacho wanaweza kufanya kwa barabarani. Hususani kuzingatia ule utaratibu wote wa barabarani.